Unajua Johni, yule msichana yule Miki mm. ameweza kufanya watu wote, ili waweze kumharibu jina na kuweza kuweka tafaruku kila mahali, ili watu kila mtu waweze kuona ni Nyaboke wala sio Nyaboke, waona Nyaboke ni mbaya. Ndio, ndio mm. ili watu wote kwa macho wote wana Nyaboke ni mongo, Nyaboke anadanganya kila mtu kisha wewe mimi niweze kumwadhibu na kuweza kumfukuza kabisa. Anaitwa Makungu huyo. mm -hmm. Mambo vipi? Ni John Cena Silver, kawaida yetu ni kama kawaida, au sio? Unajua nyenye watu wangu, ndivyo, si ndivyo? Eh, ninyi ndinyi mmefanya, nimekuja kufanya hii video na nimesumbua daktari daktari amekuja kuniambia ukweli juu, mliniambia daktari atuambia ukweli huyo. Ndio mnajua huyo ni Nyaboke, sijui kuna mali. Mlimuona nyinyi ndio upande wa mama ha. Na upande wa baba na upande wa baba pia akuna jina yake jina yake Maraguli. Hmm. Yeah. Hmm. ya hmm, hmm, Kimaragoli. Daktari, ni ukweli unasema, hiyo jina ya kimaragoli ni gani? Ah, Joni, najua kwa macho binadamu kila mtu anafanana, sivyo? wala huyu ni Nyaboke Mm. yule ambao waliweza kutazama katika darubini yangu jinsi mm. ambavyo alivyonieleza mm. kwamba ni nyaboke na nyaboke anatuchezea niliweza kutizama katika darubini yangu joni ndio ndio kaniambia huyu msichana huyu anatuchezea mm. na mama yake ndio ndio ila nilivyotazama huyo wala sio nyaboke joni mm. Mm. yule ni mtu mwingine tofauti hata mm. wajuani kabisa na nyaboke kuna mtu alikuwa anasema yule alikuwa mkamba mm. nyaboke yule mwingine anafanana na yule, yule alikuwa mkamba mm. yule ambayo waliweza kutizama, ndio, sio yeye kabisa wala. Joni. Mm. Unakaribia kufanana ndio, ndio Joni, watu fanana Joni mm. watu iga sauti watu, watu fanana kabisa, maana yule mwingine ana mwenzake na mwenzake ana mwenzake, sivyo? wala huyu ni Nyaboke. Aa, Joni, Nyaboke huyu ni wa kipekee ambaye sio yule ambao watu wanasema ni yule maana, ndio ndio, kuna utofauti kidogo tu. Kama huyu ni Mkamba, daktari na hatujajua. huyu ni Maragoli mm. kutoka kule ambaye Vihiga ambayo aliweza kukueleza mm. ila kwao kwa mama yake ameweza kuzaliwa mm. ni kule Kisii mm. ama anaweza zungumza ili mweze kupata uhalisia kamili yeah. Sauti nawe wanafanana kama wanataka kwenda konfamu eh, waende tu wakonfamu. Wale walikuwa wamesema ndio ndio eh, huyo msichana naona amevaa, na sio yeye. Kuangalia tu sura, ni watu hufanana. Huyu acha ni screenshot nawaeke. Sio yeye. Ama hiyo ni wewe? Hapana, mimi sijakwenda uvyasi mimi tena. Unaona mimi si mrefu Mtaonesha kidogo ni kisicha maneno ya watu hapa mm. mm. mm. hapa waweza mm. <laughs> zungumza kabila yako ili waweze kutambua kwamba wewe sio Mkamba mm. bali wewe ni Mloya na Mukisi sivyo? mm. Mm kwa watu wa Kisii vaelire na kwa watu wale wa Maragoli vwiraga vos kakwaanaa saaht kutura western alafu mamange kutura ni mndu kutura avundu wa magomiara kisi kero kambo ndio mgoroa hmm. kungenya sahi vandu you know, vavoatmndgoe uh, kmrolukamba rwenemba So, Sasa inzika ni niva mbenza. Kwa ni ndanga ha? Mbe mtambi ndio. Nisi mbe mtambi da. Ndanga mm. hamba. Mm. Kuma ngana hako vandu vosi. Niva kubenu mdu wa kuwa tuunga. Mzi mzonyi nilirita. Awa. Sia timbena madharawu kubandu wa kamba da. Nitari nzi mturi zi nitari ya kubandu wa mugwe. Kindu chandamaji he. Nzi ni mroguri. Deep inside. Be mroguri. Ba, Masai alafu Masai goi, mk, mborehe, mkisi ningekubali ndio <laughs> ndio kabisa anasema, ni daktari daktari mm, mm -hmm. Anasema yeye kwamba yeye siyo Mkamba na Wakamba wasiweze kumchukulia vibaya maana yeye siyo Mkamba, yeye ni Maragoli na pali mama yake ameweza kuzaliwa ni kule upande wa Kisi, mm -hmm. upande wa mandizi kule kwa hivyo naelewa pia hiyo, ndio ndio kabisa. Niliwambia daktari anaelewa kitu, watinda hata daktari, watinda hata nesa eh, wailire wailire vya joni eh, eh, shikamoo, arhaba, au sio? Video ingine hii mebidi tumeifanya at least kuona Mafansi wa walikuwa wameniambia nikajaribu kujua ukweli daktari. Mhm. Ukweli uko wapi? Na nishajua ukweli ni huu. Ndio mm. Ndio jambo. Wamejua huyu si yule mm. Na alikuwa anasema unampenda huyu kijana. Nya yeah, kumpenda ni for real, aty mwanjani anajua anampenda. Na wewe umekupala unampenda? Eh, mimi nampenda. Hmm. Ni ile tu mambo yenye. Daktari alisema mm. Ndio, bado still nime, imeshuka kidogo hiyo pendo, nijua ukweli kwanza daktari. Akimtengeneza mambo itaendelea vizuri, watu wangu. Niona mkisema, niona kama mtu akisema akili ya huyu kijana yetu imechotwa kidogo, so mambo na daktari hayo. Ndio, akili imechotwa kidogo, zimelala mbele, zimelala mbele. mm, nisha mm. niko na pesa Nilikuambia ndakusurprise soon. Uh, hayo ya ngojea. mm. Mm, kitu yako hiko inakuja mm. Mm. So, hiyo mambo na mapenzi yake najua nilikuwa na kaka, mm. Nime nimechizi kidogo kwa sababu unajua mambo na mapenzi kuna hiyo heartbreak mm. Unapatana na huyo anakufanyia hivi unapatana na wewe unasikia naye awezi akapata mtoto for 50 years unaona, mm. Lazima ukaa kama uko confused, unaona, yeah. Nampea huzuni kidogo, lakini okay, mm. Daktari anasema atawasaidia. <coughs> Daktari akiwasaidia, itakuwa vizuri, itakuwa vizuri nikose kuwa na hiyo wasiwasi, daktari <coughs> Jinsi ambavyo tuliweza kuzungumza nawe, wajua vyema vile tulivyozungumza, sivyo? Pengine ni kwamba kijana asiwe na wasiwasi, maana mm. tulisha kumpa uhakika tutaweza kumsaidia. Ndio, ndio na vyote vitakuwa sawa kijana mm. kila, kila kitu ambacho utaweza kukihitaji utaweza kukipata. mm. maana mimi na Joni tutaweza kuweka ushirikiano pamoja mm. na jinsi ambavyo mlivyozungumza mpaka mkaweza kupatana, Joni akaweza kunitafuta niweze kusaidia itaweza kusaidia hadi tamati upate kila kitu kijana mm, wala usiwe na wasiwasi katika hilo mm. kila kila kitu chako utaweza kukipata mm. Sivyo? Joni ndio daktari, kila kitu mm. chake kijana ataweza kukipata mm. Mm. wala mambo na mapenzi weka kando kwanza, tutaweza kulishughulikia hilo, taweza kukueleza kila kitu maana mm. hapa mna mambo mengi kijana mm. mambo ambayo sio rahisi mm. ila nitaweza kulishughulikia itaweza kulishughulikia kila kitu mpaka mm. utaweza kusaidika nikipata kila kitu mm. Shukuru sana kwa maana kuna pesa bado imebaki nayo. Ndio ndio, so, kila kitu, nashukuru sana mm. <laughs> Unajua Joni, yule msichana yule Miki mm. ameweza kufanya watu wote ili waweze kumharibu jina na kuweza kuweka tafaruku kila mahali ili watu, kila mtu waweze kuona ni Nyaboke, wala sio Nyaboke ni mbaya. Ndio ndio, ili watu wote kwa macho yote wana Nyaboke ni mongo, Nyaboke anadanganya kila mtu, kisha wewe, mimi niweze kumwadhibu na kuweza kumfukuza kabisa. Ulisema unaitwa nani? Jina kimaragoli kabisa anaitwa <laughs> makungu huyo eboso

Vwairile kusema habari ya jioni vwira ama vwakira kwa Kimaragoli kusema tena bado habari ya jioni. Tena ukisiba wakire pia asubuhi si ndio? Eh, na sisi tuko Kimaragoli ndio. Vuche. Sasa unaona nazijua zote. Sasa ukiambia mtu hebu ongea kidogo si ongea na. Ongea na yule labda ni ongea na kibalozi ndio ataelewa. Vuche. Saa hiya kukire kukire, vucheda saa hii ni masaga vwira vwira vwira. Oh, vwira. Hey, vwira, vwira ka nikakusalamia mm, nikikwambia nataka chakula zenye ichukuria chire zirenya ni gani? Na hiyo chena si unaona ni kilio, lakini vane, vane, vane. Jamani

Hmm. Lakini damu mm, ya yangu ni zito upande bado ya baba Nambana, sasa zote, na ya, zote siwezi chagua wazazi ya zote najua sasa, hmm. Like, siwezi chagua wazazi. Mimi siwezi sema mamangu ni best babangu ni best hmm. Nawapenda hmm. wote ikoli hmm. kwa sababu bila huyu mwingine na huyu mwingine kushikana, mimi singepatikana. hmm. hmm. Sasa hiyo mambo yake a Nyaboke iyo sistangu okay. Mwenyaku kambani hata mimi munitafutie, munilete, wamlete tu nimwone, labda Na... kuna mwingine sijui ineza kuwa neza kuwa ni mm. ni sistangu angalau akuje nimwone labda face to face kama neza digest, nikose kuzimia labda watu <laughs> wangu. Huyo kush mulisema, mnipigie mnipe namba yake ndio, ndio, ndio, ila naweza kuhakikishia kwamba sio yule ambaye wameweza kutizama kule mm. wanaweza rudia kule kuona, warudi kuona, kuona walinganishe, waone kama wanafanana, Arama, maana wanafanana, maana sasa huyu amenona, nimeona na siku ngapi yoni, wala hamna vitu kama hivyo, ila kuna mtafaruku fulani ambayo nimekueleza, yule anafanya watu waweze kuona Nyaboke ni yule wala si yule, ndiyo. Kwa watu ambao mnatizama ili mnaweze elekea kule na mweze kulinganisha kwa pamoja kisha mrejee mseme kama ni yeye ama sio yeye. Maana kuna utofauti kidogo, mtaweza kutazama. Ndio mm. Alafu John, sahii sahii, nani ananona? Nani ananona? Watu mkukonda wanakonda <todimu> mimi hata kwanza nilikuwa zaidi hapa, nikisha nimeisha nashangaa kuambiwa nimenona. Nanona aje? Sahii maisha ni ngumu ng huko nyumbani nafanya vibara za kilimalimu, nitanona? Tunaona huyu huku, hata na nyama hata, mm. Hapa shingo ni refu, mimi mwenyewe bado ni kidogo. Hakuna vile wanafanana. Hakuna screenshot, ndio wanafanana. Niwekea sotapicha, nitaweka. Ndio ndio, huyo ni mtu amekuja tu kuharibu jina. Microphone yangu ndio nimeshika. Sawa, huyu afanani sasa hata wewe na kupiga picha. Okay. Mm. Ah, hawa watu wamechizi. Ama fans wao leo wamechizi. Eh? Eh? Daktari atawaambia ukweli. Ndio ndio. Wala amna wasiwasi katika hilo. Sauti tu wanafanana. Unaona sauti? Mm. Sauti mnafanana. Sasa nikuoneshe. Ah, ni screenshot. Sauti nao mnafanana. Kaanza akiongea. Haa, nikiawacho weze kulinganisha, maana video liko huko, video liko kule. Ndio, wala alina wasiwasi Joni, katika hilo ndio wale kwa wenyewe kule waweze kutizama kama vipi watasikia sauti kwa Kiluya. Mama, uli sauti, wewe wasema ni Mkamba, sina ningekuwa na accent ya Kikamba hapa mbaya sana, wanacheza isukuti, ya kisi ya kisi, sijui labda tu damu yangu ndo nzito ya kiluya. Baba unajua lazima, mimi nipate mambo ya baba. Mm. So, daktari mimi nimeshukuru mm, mm, mm. Tusimalize mingi tusiongea mingi, muda wako nkuachilie mm. mm. maana mm. Johni ndio mm. siku leo kuna mahali tulikuwa tunapaswa tuweze kuelekea na wewe kule ndio mm. mm. kumbuka yule tuliyozungumza naye kule kama mm. yuko kule mm. alina haja tuweze kulitangaza hilo mm. tutaweza kuzungumza wawili. Ndio. Mm ili tuweze kupangana na tuelekee kule, sivyo? si, ndivyo? sawa sawa, asante sana mm. Watu unaona, tumewahakikishia na tunashukuru sana. Kawaida yetu ni kama kawaida, make sure mmeweza kusubscribe. Bye bye. mm -hmm. Sasa tuende sisi.